Mara nyingi ikitokea kwamba blenda yako inatoa moshi au inatoa harufu ya kuchomeka, unakuwa umeizidishia mzigo, kwa maana ya kwamba blenda yako ina watts 300 hadi 500 lakini wewe umeipa kazi ya kusukuma mzigo wa watts 1000 hadi 1500 Sasa blenda zetu nyingi za sasa hivi hazijatengenezwa kwa ajili ya kusukuma mzigo mkubwa kiasi hicho, hasa zile blenda ambazo ni za bei nafuu, kwa kumaanisha kwamba mota zake zimetengenezwa kwa ajili ya kusukuma mzigo mdogo mdogo, na ndio maana mara nyingi zinakuwa zimeandikwa for domestic use. Sasa ikishatokea ishu kama hiyo, ambacho natakiwa kufanya ni kupunguza mzigo kwenye hiyo blender kwa ajili ya kuiruhusu kusukuma mzigo ambao ina uwezo nao kwa wakati huo.